Kofi. Binadamu wengi wanashindwa kutambua ni lipi kofi la wema na ni lipi kofi ambalo linanenga kukumaliza. Wanashindwa kutambua kofi ambalo linanenga kuwamaliza. Acha nikwambie stori moja. Mtoto wa mbu alipozaliwa Mtoto wa mbu akakomaa, mabawa yake akafunguka. Mtoto wa mbu akasogelea babake, akamwambia babake, baba mbu, na mimi nataka nyende nikajitafutie chakula. Baba mbu akamjibu, akamwambia, unataka na wewe wende ukatafute peke yako? Mtoto mbu akajibu, akasema ndio. Basi baba mbu akamwitikia Akasema, ndiyo, siku hii na wewe utakwenda kujitafutia peke yako. Mtoto mbu kwa mbwembo nyingi akafurahi kasherekea, kasema nami nataka kwenda kujitafutia peke yangu chakula. Mtoto mbu akapaa, akafungua bawa zake, akapaa akaenda kwa binadamu kujitafutia peke yake la kula. Basi mtoto mbu alipofika kwa binadamu akaanza kudona moja badala ya mwingine, moja badala ya mwingine, moja badala ya mwingine. Mtoto mbu alipomaliza akarudi nyumbani, akatoka kwenye majumba ya binadamu, akarudi nyumbani. Alipofika, baba mbu akamuuliza je, kule ambapo umekwenda harakati zilikuwa namna gani? Mtoto mbu akajibu akasema kule ambapo nimekwenda nilifika kwenye majumba ya binadamu, nikaanza kuwadonya moja badala mwingine, na kila ambaye nilikuwa ninadonya alikuwa ananipigia kofi, na hilo lilinifurahisha sana, kwa maana kila mmoja wao alinipigia kofi nilipomdona kila mmoja, moja badala mwingine. Basi baba mungu akamjibu akamwambia, unaona lile kofi yale makofi ambayo ya walikuwa wanakupigia haikukuwa kofi ya wema, bali ilikuwa kofi, kila kofi ambalo ulipigiwa, bali ilikuwa kofi ya kukumaliza. Baba umbu akamjibu, mtoto, mbona namna hiyo? Akamwambia, alikukua kofi la wema, bali lilikuwa kofi la kukumaliza. Hivyo hivyo na kwa binadamu, binadamu wengi walishindwa kutambua ni lipi kofi la wema na ni lipi kofi ambalo linanenga kukumaliza. Sio kila kofi ambalo utapigiwa ni kofi lenye kusherekea ushindi wako, wala sio kofi ambalo utapigiwa litakuwa ni kofi la wema, bali kuna makofi ambayo yananenga kukumaliza. Tambua ni lipi kofi njema na ni lipi kofi mbaya. Mwalimu Rojas.